Serikali imetangaza rasmi kuondolewa kwa ada ya shilingi mia tatu kwa wanaotafuta vitambulisho kwa mara ya kwanza. Waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen amesema serikali imeondoa malipo hayo kama njia moja ya kuhakikisha Wakenya wote wamepata vitambulisho. Zoezi hili limezinduliwa kaunti ya Nakuru, kama anavyotuarifu Merian Nyambura. <laughs> Okay. Waziri wa usalama wa kitaifa Kipchumba Murkomen amezindua rasmi zoezi la usajili wa Wakenya ambao wanatafuta vitambulisho kwa mara ya kwanza, hafla ambayo ilifanyika katika uwanja wa shabab jijini Nakuru. Sasa Wakenya wanaotafuta vitambulisho kwa mara ya kwanza wamepata afueni baada ya kuondolewa kwa ada ya vitambulisho, tangazo hilo likichapishwa kwenye gazeti rasmi la serikali. Kwa sababu hivi sasa watu wanalipishwa pesa shilingi mia tatu, kumaanisha ya kwamba kuna watu wengi sana wamekuwa wakifungiwa nje kwa mambo ya kutafuta riziki ya maisha na kujisikia kwamba wao ni Wakenya, kwa sababu ile walikuwa wanalipishwa shilingi mia tatu ilikuwa imewafungia nje. Baada ya uzinduzi huu, wizara husika pia inatarajiwa kuendelea kuwasajili Wakenya kwenye maeneo bunge tofauti kote nchini ili kuwafikia Wakenya wote ambao wanajisajili kupata vitambulisho kwa mara ya kwanza. Wakenya hawatasafiri kuenda kutafuta ID utafanyia kwa kaunti yako, inamalizia hapo, na wewe unangojea siku kumi, ID inafika, unatumia kwa kazi yenye unafanya wewe mwenyewe. Hakuna ile waziwazi wazi ya kusema unangojea mwaka moja, mwaka mbili, within 10 days. Na hawa wenye wamerejista leo kwa sababu waziri amekuwa around, watapata kipande zao kwa Siku sita. Mabadiliko haya yanajiri siku chache baada ya Rais William Ruto kutangaza kufutiliwa mbali kwa ada hiyo, hatua ambayo Rais alisema litahakikisha kuna usawa miongoni mwa Wakenya. Merian Nyambura, Runinga ya Citizen.